Tuoni na mazingatio, tuhifadhini ndimi zetu. Hizi ndimi hizi tuzihifadhini, ndio Mungu akawa hutusukuma waqulu linnasi husna, mwambieni watu maneno mazuri. Maneno mazuri maneno ya kuzingatiwa. Uhuni na ukora hausaidii ndugu zangu katika imani, hausaidii. Leo vijana wameharibika kwa sababu ya uraibu inavyompeleka kwake, ni sawa. Vijana wadogo wadogo wanakosea watu wazima heshima, bila ya kuzingatia. Na kifo hakina mtoto, ndugu zangu, wala hakina mtu mzima. Ibnul Qayyim asema, fa inna aqalla man yamutu lashyah wa akthara man yamutu shubban wa lihadha yandhuru man yakbur. Siku hizi baba yule anayekwambia mtoto wangu utanizika, kumbe yeye baba ndiye anakuzika wewe mtoto wake.